Emo katika lugha ya Kimaoli ambao wakati wa visiwa vya ku hutumia salimiana kiaorana, ina maanisha zaidi ya salamu tu, ina maana uishi na uleu na uishi zuri, wacha uangaze kama jua, wacha ucheze na mawini. Dada zeku katika visiwa vya kuu wamealika kusalimiana leo kwa msemo huu wa kimaombi unakalikishwa, kurudia maneno ambayo mtasema, uishi muda mrefu uishi, uishi vizuri uishi uishi uishi. Uishi. Wacha uangaze kama jua, wacha ucheze na chukua mawingu, chukua muda Tulia kidogo, vuta pumzi, angalia jinsi pumzi yako inavyoingia na kutoka kama mawimbi ya bahari. Tulia kidogo, vuta pumzi. Kila mmoja wetu aliyekusanyika hapa leo anapumua. Je, hilo si jambo la kushangaza? Sote tuna shiriki zawadi hiyo ya uhai. Kwa hakika jinsi mawimbi ya bahari yanavyopanda na kushuka kunzi zetu kutiririka ndani ya nchi. Roho Mtakatifu anaendelea kutiririka kila dakika ya kila siku, akitusaidia kuhisi zawadi aki ya kushangaza ya maisha. Kila mmoja wetu ni wa pekee na anapendwa sana na. Angalia pande zote, angalia wote waliosajika hapa leo katika nafasi hii na duniani kote. Chukua muda kutazama pande zote na kuthamini zawadi ya Nasoma kwa msaada wa Bwana. Maana kama vile mwili mmoja nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na, na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja si sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa watumwa au ikiwa tu nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Kwa maana mwili si tugo kimoja bali ni vingi. Mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu ya hiyo? Na sio nikisema, kwa kuwa mimi si jicho mimi si la mwili, je, si kwa mwili kwa sababu hiyo? Kwa mwili wote ukiwa jicho wapi kusikia? Kama wote ni sikio, wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vilikuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila naniwavyo kuwa vinovi zaidi vyahitajiwa zaidi, na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile kavika heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Hmm. Hmm. Na ulikuwa mwanzo ambao familia yangu iliwasiliana kwa mara ya kwanza na mtu ambaye alikuwa na virusi vya uviko kumi na tisa. Niliposikia juu yake kwa mara ya kwanza, ilishangaa. Baba yangu alisikia vibaya, kwa sababu ndiye aliyeileta nyumbani ni kwetu. Nilikasirika sana, nilidhani tutakufa. Nilijua watu ambao walikuwa wamekufa. Kutokana na nilifikiri kwamba ningekufa na nisimwone mpwa wangu atakapozaliwa, atakapozaliwa, nilianza kufikiri juu ya mambo ambayo bado sijapata uzoefu. Nilianza kuomba, nilimsi Mungu aitunze familia yangu nini ingekuwaka sa nilimgeukia ni Bwana na kuomba mwongozo, nilipoogopa na kuogopa, lakini alijua kwamba sala ingenisaidia, ingenisaidia iwe mtulivu, na ilifanya kazi. Niliacha kulia na msongo wa mawazo ukatoka moyoni mwangu, ndipo nikakujua kuwa Mungu anajua kila undani wa maisha yangu. Mungu anajua dhiki na hofu yangu. Mungu anajua na kujua kwamba Mungu ananijua na kunijali, kunisaidia kuwa mtulivu na ninapoogopa, kuwa mtulivu ninapoogopa. Mungu ananijua na Mungu anakujua na Mungu anajua kila kitu tunachopitia. Mungu yuko pamoja nasi. Jina langu ni Bainio. Nilizaliwa mwaka 1988 kwenye kisiwa cha Katutaki. Wazazi wangu na babu na bibi waliamini thamani na mchango wa utamaduni katika malezi bora ni lugha ya Kimaoni, ilitumika kufundisha. Hata hivyo ilipoendelea na shule, ilionekana wazi kwamba umuhimu mkubwa uliwekwa kwenye lugha ya Kiingereza. Cha kusikitisha, ukilazimishwa kuzungumza Kiingereza darasani na, na kwenye uwanja wa michezo na kukatazwako ongea lugha mama. Wakati huo wengi waliamini kwamba Kiingereza ilikuwa ni lugha ya ulimwengu wote, lugha ya biashara, na kwa hiyo lugha ya ubora. Mshawishi wa nchi za magharibi katika siku hizo kulikuwa na nguvu. Nilipambana na hilo kwa kuwa nilijua vizuri kimaoni na nilizungumza Kiingereza kidogo. Bibi yangu Mama Belano aliwatia moyo wajukuu wake wazungumze Kimaori. Alikuwa na ushawishi na mshauri wangu na mfano wa kuigwa katika maisha. Kupitia yeye nilijifunza ujuzi muhimu katika maisha, mfano jensi ya kupanga na kuandaa chakula na kuzungumza lugha ya asili yetu ipasavyo. Ninaamini sana, nina sana kwamba wazee wetu wanamsaba mkubwa katika kututengenezea sisi kwa kujitangua na kujua wapi tumetoka na tunakuelekea. Lugha ya Kiingereza imeshika kazi thamani ya lugha yetu ya Kimaoni imepungua. Elimu rasmi katika miaka ya mwanzo ya maisha yangu haikuwa na matokeo chana wangu kwa sababu yale niliyojifunza nyumbani kutoka kwa wazazi, bibi na babu na familia yalipingana na yale niliyofundishwa na walimu wangu katika darasa la magharibi vitabu na masomo ambayo tulisoma na kujifunza yote yalikuwa katika lugha ya Kiingereza. Mimi huwa najiuliza, hivi vitabu na masomo ya Kiingereza yatanisaidiaje kupanda mboga, kutengeneza vyakula vya mboga, kupika chakula, kufua nguo na kulisha kuku na nguruwe? shuleni na kumbuka, nilinaswa nikizungumza muda yetu ya asimu. Mwalimu wangu aliniadhibu na, na kunifanya nifae alama ya kadwa inayosema mimi ni uzungumzaji wa kimaoni aliniweka kizuizini. Na siku moja, hali ya hewa ilikuwa viweko sana, alinipa adhabu ya kumoa uku yaitwavyo wa mchezo wa shule vilipenereshwa na kaimisho mbele a wezanu siku isao. Siku hiyo kutokana na hizo niliazimia kuzungumza Kiingereza na kusema machati kuhusu lugha yangu. Mama, huu ni mfano mmoja tu wa jinsi lugha na utamaduni wangu unazoshushwa. Zamani Mungu alitupa lugha duniani kote na tunapaswa kuziheshimu na kuzienzi lugha hizo. Ninaamini kwamba lugha ya Kimaoni bado ni muhimu katika mazingira yetu katika mazingira yetu katika kufundishia mifuni. Walimu na wanafunzi wanaweza kuhimiza Kimaoni kusema kifundishwe na kuandikwa katika masomo yote. wazazi tunaweza kuipa lugha yetu ya Kimaoni nafasi ya kuishi kwa kuizungumza nyumbani.

Toka Akra, Australia stashi hukoa mfano wa mafunzo maalu zaidi umekuwa jambo kuu katika kuonesha afya ya watoto wetu, unapojivunia kuwa nchi pekee ya kutoka kisiwa cha Pasifiki ambayo haina vifo vya uzazi tangu mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano maeneo mengi ya mfumo wetu

tunahitaji kuzingatia afya ya akili. Tunahitaji ku, kuimarisha mifumo ili kuweza kuwahudhuria pepa za kitotoni familia zetu. Lazima zikuwe hatua na kuwajibika kwa afya zao wenyewe. Afya na ustawi kazi kwa kila mtu, tunaweza kuboresha ikiwa tunafanya kazi pamoja kuotisha